Surat An-Naziat imeteremka Maka. Imeanza sura hii kwa kiapo juu ya kumkinika kufufuliwa na kutokea kwake, na ikafuatia haya hadithi ya Musa na Firauni kumliwaza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ikataja habari za binadamu na juhudi zake, na ikadhihirisha yanayowangojea majabar na wanayoyangojea makhaini, na sura ikahitimisha kwa kuuliza kwao washirikina lini itakuwa hiyo saa ya kiama, na ikabainisha kwamba kazi ya Mtume ni kuwaonya wenye kukiogopa kiama, sio kujua wakati wake. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Wan naziati gharqa. Naapa kwa wanaokomoa kwa nguvu. Wan nashitati nashta na kwa wanaotoa wa kwa upole. Wassabihati sabha, na wanaoogelea. As-sabiqati sabqa, wakishindana mbio. Almudabbirati amra, wakidabiri mambo. Yauma tarjufu ar-rajifa, siku kitakapotetemeka cha kutetemeka. Tatba'uha ar-radifa, kifuate cha kufuatia. Ulubu yawma idhin wajifa, siku hiyo nyoyo zitapiga piga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 kana al-akhirati wal-uula. Basi hapo Mwenyezi Mungu akamshika kumwadhibu kwa la mwisho na la mwanzo. Inna fi dhalika la ibrata liman yakhsha, hakika katika haya yapo mazingatio kwa wanaoogopa. A antum ashaddu khalqan am as-samaa banaha, Je,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

akatoa ndani yake maji yake na malisho yake. Waljibala arsaha, na milima akaisimamisha. Mataan lakum wa li an'amikum, kwa nafuu yenu na mifugo yenu. Fa idha ja'ati tammatul kubra, basi itakapofika hiyo balaa kubwa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 kwa hakika jahannam ndiyo makazi yake. Na ama yule anayeogopa kusimamishwa mbele ya Mola wake Mlezi na akajizuilia ya nafsi yake na matamanio jannata hiya almawa, basi huyo pepo itakuwa ndiyo makazi yake. Yasalunaka anis saati ayyana mursaha, wanakuuliza saa itakuwa lini. Fima anta min dhikraha, una nini wewe hata uitaje? Ila rabbika muntahaha, kwa Mola wako Mlezi ndiyo mwisho wake. Inna ma anta mundhiru man yakhshaha, kwa hakika wewe ni mwonyaji tu kwa mwenye kuihofu kaannahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha, ni kama kwamba wao siku watapoiona hawakukaa ila jioni moja tu au mchana wake.